Somo linaitwa Mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Kama una Biblia fungua kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Sura ya 14, nitasoma mstari wa tisa hadi wa kumi. Nitaruka, nitasoma mstari wa 13 hadi wa 14. Kutoka, somo linaitwa Mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Tumeshafika Kutoka kumi na nne, mstari wa tisa hadi wa kumi. Neno la Mungu linasema, Wamisri wakawafuata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pilailoti kukabili bali Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Mstari wa 13 hadi wa 14, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana Atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Neno hili la Mungu linatufundisha kwa habari ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni mfano au ni watu waliokuwa wameokolewa na Mungu. Ni kama vile sisi ambao tumeokoka leo. Hebu fungua Wakolosai, nisome kabisa hii kabla kufafanua. Wakolosai moja mstari wa kumi na tatu Linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa wana wa pendo lake. Huyu ni Mungu, alituokoa katika nguvu za giza. Waisraeli waliokolewa kutoka Misri, walivyookolewa kutoka Misri, Wamisri walianza kuwafuata kwa nyuma. Leo nazungumza kwa habari ya yule Misri anayekufuata baada ya kuokoka. Waisraeli walipookoka ni sawa kabisa, waliokoka. Lakini Wamisri waliendelea kuwafuatilia kwa nyuma. Ikafika kipindi Waisraeli wakaanza kumlilia Mungu, wanamlilia Mungu, halafu Mungu akaamua kumpa neema Musa. Musa akasema kwa ujasiri mbele yao, akasema hawa Wamisri mnaowaona hamtawaona tena milele. Mungu atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Sasa leo nazungumza kwa habari ya mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Mmisri anayekufuatilia baada ya kuokoka. Nimesoma andiko ambalo linasema Mungu alituokoa kutoka nguvu za giza, akatuhamishia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kumbe Mungu alipotuokoa alitutoa wapi? Kwenye nguvu za giza. Kwa nini tena kuna nguvu za giza zikufuatilie sasa? Kwa nini tena kuna mchawi anakufuatilia sasa? kwa nini tena kuna mazingira fulani unajua kabisa kuna adui anazuia? Naomba nikwambie neno hili ya kwamba walikuwa na heri sana wale wa Misri waliobaki wa Misri kuliko wale wa Misri waliowafuatilia Waisraeli. Kwa nini? Waliowafuatilia Waisraeli waliangamia wote wale wa Misri. Sasa kuna wengine wanakufuatilia kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu moja tu, Mungu anataka waangamize. Bwana Yesu asifiwe sana labda uje kupitia Wamisri wanaweza kukufuatilia baada ya kuokoka. Mimi baada ya kuokoka, tulikuwa na maombi sana. Kuna mfuga majini mmoja na jina lake itwa Hatibu, ngoja ni mtaje na jina anaitwa Hatibu. Anatwambia, nyie walokore mtafanya nini? mimi na majini hamsini na mbili kwetu majini. So kitu cha, cha, cha, cha kushangaa kwa sababu tunamwamini Yesu anaweza kuwatowesha kwa dakika moja. Anatutisha, mimi na majili hamsini na mbili, mtanifanya nini? Mtanifanya nini? Kuna watu kweli waliogopa, kuna watu waliogopa. Sasa mtu wa namna hiyo ni wale wa Misri ambao wanawafuatilia watu wa Mungu baada ya kuokoka. Inawezekana na wewe yuko Misri anakufuatilia, ni kikwazo kwenye maisha yako. Umeokoka lakini anafuatilia kuzuru, anafuatilia kila kitu chako, anataka kizimishe. Leo tunataka hawa Misri Mungu atupe neema tusiwaone tena baada ya ibada ya leo. Hayo ndo maombi yangu kwa Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, kwamba yule Misri anayemfuatilia, yule mama anayemfuatilia, yule binti, kama ni mchawi, mganga, mshirikina, mkuu wa anga au mkuu wa giza, akatoweke na mali pake pasionekane. msa alisema siku ile hawale wamisiri mnaowaona hamtawaona tena. Sasa Mungu hawazuii wamisiri kukufuatilia. Mungu hawazuii, kwani Mungu aliwazuia wamisiri kuwafuatilia wa Israeli? Hakuwazuia vile vile. Na nakwako inawezekana yuko mtu. Tutaona tutaona, wambie utaona, nikishinda tu utaweza, wambie nitaweza kwa jina la Yesu. Haiwezekani mwambie kwa Yesu Kristo inawezekana. Sasa sifahamu unapitia kwenye changamoto gani? Nani Misri wa maisha yako? Nani Misri wa maisha yako? Misri mwenye kiburi yaani! Akisikia tu huyu anataka mnue kiwanja, vikwazo ni vingi. Huyu anataka kuingia kwenye ndoa, vikwazo ni vingi. Unakalia kulia tu kama Waisraeli, bibi nasema, wakamlilia Bwana, lakini katikati yao alikuwepo akina Musa. Musa kwa imani akasema hawa Misri hamtawaona tena. Haiwezekani Mungu akutengenezee njia, alafu na Misri apite. Wamisri walipopita njia ya Israeli walikufa wote. Ndio maana nikasema alikuwa na heri Misri ambaye akuwafuatilia watu wa Mungu. Hata wewe wako Wamisri wanaokufuatilia kwenye maisha yako. Yesu amekuokoa kutoka nguvu za giza, kama Wakolosai moja kumi na tatu inavyosema, lakini bado uko kwenye vita, na Biblia haijasema vita haipo; imesema vita ipo. Lakini ahadi moja ya Mungu hao Wamisri, iko siku utawaona, iko siku utashinda. Yesu akupe neema kuanzia leo. Maombi yangu siku ya leo yalikuwa ni ya ushindi tu kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu alinipa neema sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikajikuta natokewa na mtu, si ni mtu, si ni mwanadamu wa kawaida, si ni malaika, hata sijui. Yaani kuna kitu, kuna kitu ni cha baraka sana. Yaani naona kama ananilazimisha kunipa, nasema hapana, hapana, ananilazimisha kwa nguvu. Nikajikuta nasema hiki ni kitu gani? nikajikuta nasema Mungu anisaidie, Mungu anipe neema, mipango ya shetani sifanikiwe, hilo la Mungu litasimama. Sasa wako wa Misri wa Misri waliwafuatilia Waisraeli. Kwa nini waliwafuatilia? si wameokoka, Mungu amewaokoa kutoka tumwani, na amesema nimekuja kuwaokoa, ninawatoa hapa Misri, nawapeleka Kanaani, nchi yenye maziwa na asali. Ni Mungu mwenyewe anaamua kuwaokoa, lakini wa Misri hao nyuma Nyuma nyuma, hata wewe wako wa Misri wanaofuatilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe! Inawezekana kuna Misri anakuzuia kuingia kwenye ndoa. Leo nataka ukamtangazie tu, yani ulimwengu wa roho unaenda kwa matamshi, kwa kutamka tu, kwamba wewe, Misri, unenizuia kuingia kwenye ndoa, kuanzia leo natangaza kwa jina la Yesu, sitakuona tena na hutamuona tena. Sijui kama una hiyo imani. Shida ni kwamba watu wa Mungu wengi, imani imani ndio maana unaweza ukaomba. Mtu mmoja aliomba maombi ameomba, baada ya maombi siku moja baada anasema, yaani najisikia sijui kama itawezekana. Sasa ulikuwa unaomba nini kama unasema haitawezekana? Mimi naomba wewe uwe na imani, kwa sababu yuko Mungu anayeweza kuwatoesha wamisiri kwa Waisraeli. Wamisiri waitoweka, wala hawakuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpokea Yesu usiwaogope Wamisiri. Wamisiri walikuwa wanawafuatilia wana wa Israeli wanawafatilia Mungu ameshawaokoa Wamisiri wamepigwa mapigo ya kila namna, wamekufa hadi mzaliwa wa kwanza, damu imegeuka maji, yote amegeuka damu, sijui wamepewa si chawa, wamepewa si vyula, si vitu gani, mapigo kumi mazito sana. Lakini wamisiri wale wale, waisraeli wanapookolewa, bado wamisiri wanaanza kufata nyuma. Hata wewe wako wamisiri wanaokufata nyuma. Inawezekana yuko anayesema tutaona na mwaka huu kama atatoboa. Sasa leo nataka utangaze kwa jina la Yesu aliye hai, kama siku ile ambayo tangazo la mbinguni lilitoka kupitia Musa kwamba hao wa Misri unaowaona hamtawaona tena, maana Mungu atawapigania nini, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati wa pili ishirini kumi na saba eb